Kwa ni kwanza kwema? Kwema na shukuru. Mwingine. Tuko poa kabisa. Wana Young Africans, kauli yao sasa hivi imebadilika. Tarehe 25 tunacheza kilo safi, mpaka tisheti imechapishwa sasa hivi, hatuchezi, ngoi imeondoka, tunacheza kilo safi, wa shamba tu wale, wale, wa shamba tu yani mimi mimi nakwambia ni kweli wa shamba. Kwa sababu kama kama mwanaume kweli lijari kabisa, msimamo na kuaga mmoja, ukiona mwanaume na misimamo miwili, basi huyo hayuko sawa sawa. Mimi na wasiwasi nao, wale ni washamba kauli yao ya kwanza kabisa ya mechi ambayo imeilishwa tarehe saba angoe tarehe nane mechi ingebidi ichezwe sawa. Walisema hivi mechi namba 184 wao washacheza, hawatambui tena, tunanukuu makamu makamo hao wa rais alisema hivi, yeye atakuwa mtu wa mwisho kuamini kama atacheza mechi ambayo alishacheza. Leo wanasema wanacheza. Wale ni washamba na ule ni ushamba, na mimi niwaambie wale washamba na wala watu tutumbua katika hivi hey wanatamba shabani mpila pesa wanasema haki eh, kwenye hili swala imefuatwa baadhi ya watu wameweza kung'atuka katika viti vyao kama bodi ya ligi pale Steven Mguto na Kinalmas Kasongo haki ya nini waliong'atuka watu wao yani yani mi nikuambia kitu kimoja we eh, wanajitekenya huku afu wanacheka wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana huku wale wanaondoka wote watu wao sisi simba kilio chetu ni kwa kuwaondoa wale watu muda mrefu sawa kwa hiyo wao wenyewe wameshawaona na, na, na wale watu kwa sababu wamewatumia wale watu. Sasa hivi labda ndo wameona aibu, lakini machawa ndo wanapiga kelele wale kuondoka, wamefurahi, lakini wenyewe viongozi wao wameumia kweli wale, wale watu kuondoka. Wale wamewabeba sehemu nyingi sana wale watu. Kwani Mguto kamati yake ile ya, ya, ya bodi ya ligi, si ndo imepitisha wadhamini yule mdhamini wao kudhamini timu zaidi ya sita au sio Mguto? Au sio Mguto? Mguto, si ndio alisema mzamini mweza wa ligi ya WGSM yule yule msema yule sio wetu babla aligoma au sio Mguto? Leo ana mazuri gani mpaka abaki pale shirikisho? Kwa hiyo swala la kuondoka mguto kwangu ni right. Sali safi kabisa kiroho safi. Almas Kasongo kawafungia makomando wetu ambao wali, wali kuna mtu wa Yanga alikuwa anafanya vitu vya ovyo nyuma goli letu kuna mechi moja Benjamin Mkapa. Wamefungiwa watu wetu miezi sita sita. Sawa, lakini Almas Kasongo huyo huyo, wale walokuja kufanya vurugu pale Benjamin Mkapa, viongozi wetu wamepeleka ushahidi wa wale watu wote, mpaka leo mshaona kuna mtu kazibiwa? Kamati ya Kasongo, kamati ya Almas Kasongo ndo ndo, ndo kamati ya masaa 72, si ndo hivyo? Imemhukumu Elisa C miezi sita, kamati ya Almas Kasongo imeshindwa kumhukumu kwa kutotafsiri sheria kihalali. Mechi yetu ya dabi lamadhani Kayoko ambao tulicheza Benjamin Mkapa tuka, goli tukajifunga kinjili mechi ile Kayoko kupitia na, na, na waamuzi wenzie, yamefanyika makosa mangapi ambayo hata mtoto yule ngao alozaliwa leo kaona. Kayoko kameza filimbi, alifungiwa? Alipigwa faini? Hiyo ndio mati ya Almas Kasongo. Mpaka sasa hivi Chabani Mpira Pesa, Simba Sports Club hajatoa taarifa yoyote kuhusiana kwenda kucheza dabi ya Kariakoo. Na mashabiki wa Young Africans wanakuambia unaitambua dabi ya tarehe 25, so dabi ya tarehe 15 wakacheze wenyewe, ambao siku ya jana taarifa ya nini? Hmm. Alafu wale ni washamba, ndio maana nimekuambia wale pale ni washamba, kwa sababu wao alisema wacheze sawa, na mafulana wanayo. Nitafutie mtu wa Simba aliyokuwa na fulana kwamba mtacheza, nitafutie. Lakini wao wameandika mpaka mabango na wameenda mpaka na mafulana kibao wanayo, sawa Maalonya lonya wale wanayo. Lakini leo dabi ya tarehe 25. Hamna mtu alijua kama itachota tarehe ta, ta, itachota tarehe 25. Dabi ya tarehe 25 imeamuliwa kutoka ikulu kwenye nyumba takatifu. Asha ah, bana. Chini ya president. Eh hey, hey, sio siri. Yaani ninapoongea na vitu ambavyo nimeona nazungumza vitu ambavyo nimeviona, lakini leo utakuta kuna mijitu ya Simba mtu ende anaambiwa oh da, eh, anatambiwa na na, na, na, na, na mijitu ya Yanga oh eh, sisi ndio tumepanga tarehe baada ya kutoka picha viongozi wa Simba na Yanga wako Chamwino ikulu ndio imekuja dabi tarehe 25 uongo kapanga Yanga hii kapanga Simba kapanga nani kauli ya amiri jeshi mkuu ambaye ni rais wa nchi haipingwi Watu wengi Shabani mpira pesa wanajiuliza Simba Sports Club imewakilishwa na mwenyekiti wa Simba Muktaza Mangungu pamoja na mwenyekiti wa zamani wa Simba eh, ambaye mpaka sasa hivi watu wanajihuriza, mbona upande wa Young Africans wamewakilishwa na viongozi sahihi kama vile CEO wa bodi ya ligi naye akiwepo, CEO wa Young Africans Andrew Mtino akiwepo, pamoja na Arafat Haji naye akiwepo, makamu wa rais wa Young Africans lakini bosi GSM naye akiwepo, ili hali Simba Sports Club imewakilishwa na CEO wa Simba Sports Club, watu wawili CEO wa Simba Sports Club hayupo kabisa pale. Watu wanakuwa na mashaka kwenye majibu ya derby ya tarehe 25. Mimi nisingependa kuzungumzia sana masuala yalozungumzwa ya, ya au vitu vilivyofanyika Ikulu sehemu kubwa sana. Kwanza lazima uulize swali ambalo unamuuliza mtu, unamuuliza sehemu gani ambayo hilo swali abidi alijibu. Unapozungumzia wa, wale wa, walioitwa Chamwino Ikulu na na Rais wa nchi ambaye ni ndio amiri jeshi mkuu, walivyoitwa siri yao nani na nani aliwapigia simu? siri yao, wameenda kule kwa staili gani? siri yao. Nyie waandishi wote mlikopa mjui kama wale wameitwa Ikulu, uongo kweli? wameenda Ikulu, tumeona picha na picha ya kwanza. Nitajia mwandishi gani ambaye unamjua wewe nguli, ametoa picha kwamba viongozi wa Simba na Yanga wako Ikulu, wameweka kwenye peji ya Ikulu ambayo wenyewe Ikulu ndo wametoa, viongozi wa, wa Simba na Yanga wako Ikulu na rais wa nchi sasa unaponiuliza swali la kwamba kwa nini sijui huyu kafanya hivi kafanya hivi, hapo ndo nikosea? Au sijui Simba kwa nini hawasemi? Simba hawezi kusema wakati rais wa nchi kasema tayari kucheza dabi, kabla ya mpira lazima kuwe na amani. Simba ni klabu ya watu ambao mabonyenye. Kaka yangu Kambarage Kambarade eno Kibwigane alisema Simba ni mabonyenye Ma mabonyenye wale maafisa wale. Yani wale watu wanaojiweza hawa jamaa beba mizigo, ndio maana mambo yao unaona wanakulupuka wa, wa, Simba hamna sehemu hata moja waliokulupuka kutoa kauli zao. Simba likitokea jambo wanakuwa kimya, alafu linakuja kulipuka bomu la nguvu. Kwa hiyo hili, kwa sababu ya rais, Simba waseme nini? Hii mechi, si sio yetu, wasitulazimishe. Tuseme viongozi, msiandike lolote, hii mechi ya kwao. Nyuma mwiko, hii mechi sio yetu sisi. Kwa nini watulazimisha tuseme? si hatusemi lolote. kauli ya nj, mimi na, kauli, kuna neno kuna moja kauli ya rais ni amri, lakini mechi si hatuiongelee, waongee wenyewe wajambejambe, waende chooni, si waende kupiga mswaki kwenye, kwenye sinki la choo, wafanye nini, waende wale si wale ugali marage, wafanye wanavyotaka, wapige kelele, watambe, wapige vurugu zote. Mechi sio yetu, haituhusu sisi, si Simba na klabu ya mpira leo target yetu akili yetu ni mechi dhidi ya ken kengodi ambayo naita Tabora na mimi nakuambia, nishakuwa tayari kumi na mime, kambia, teari, kumi na moja kumi na mbili najiandaa na anaelekea Tabora. Mambo ya dabi yalishaamuliwa katika sehemu takatifu ya nchi Ikulu na ya yameamuliwa kwa sababu ya leo nchi yetu ikitokea machafuko mpira ucheziche uchezi. Rais katumia hekima na busara, nampongeza Mama Samia Hassan Suluhu katika hili, hata kama watu wanasema ametoka nje ya, ya utaratibu, lakini hata huo mpira bila amani hamna mpira leo. Sudani kuna ligi kwa sababu ya nini ya vurugu, si ndio hivyo? Sasa mama kaona tusifikie kule, kwa sababu kuna watu walishapandikizwa, na mimi na wasiwasi mama, hawa watu tucheze, wachunguze aahis kwenye nchi same so sama yani ya, sio sehemu salama, ndio maana mpaka leo wanatoka so tena mitandaoni wanaenda kuzungumza ovyo. Leo nashangaa maajabu makubwa sana, watu wa Simba wanasikitika kwa nini Kasongo kaondoka. Leo napata ma, maajabu makubwa sana kuona watu wa Simba wanasikitika kwa nini Seveni Mguto kaondoka. wale ndugu zao wananchi na wenyewe Yanga wenyewe wandani, mpaka viongozi wana masikitiko makubwa kuondoka wale watu. Mi aniwambia, Wanasimba, huo ndio ukweli, wana masikitiko makubwa sana na mwana Simba usimlazimishe mwana mwanasimba, mwanasimba mwenzio aongee kwa, kwa sababu eti wewe umesema nimemwona Manara. Manara mimi yule aitwa Shabani na mimi shabani wa jina wangu, ila katika ile ameteleza, anasema anaongea mpaka analia, kinakuuliza nini? Leo kama wewe Manara una, una, una uchungu, pambania klabu yako kwenye hoja za msingi, pambania klabu yako kwenye hoja za msingi nyuma mwiko, kupitia bodi ya ligi, wanadhamini vilabu zaidi ya sita, wanawapa pointi za bure. Masaa 72 kamati imemhukumu Elisa c si, miezi sita. Kamati ya masaa 72 ambayo inaongozwa na Albas Kasongo imemwachia Ramazani Kayoko kwenye, kwenye mechi yetu ya dabi. Hivyo ndo hoja sasa. Kuoji leo unasema wametuchafua, wametuzalilisha, wametuzalilisha kwa nini hivi yule wanamwita nani? Yule asai, maziwa makubwa na nywele kubwa mchome yule, siazalisha Simba yule anaka nyumba moja na yule Manara. kuna siku shamona yule Manara anamsema vibaya mchome. Sasa kuna watu wanaishi kwenye Simba wapate viewers wengi, ndio maisha yao yani. waseme watu waangalie wapate viewers. tuizungumzie Simba tusipate maslahi yetu. Leo ukitaka kujua kama watu klabu yao wana mapenzi nayo, mechi ya Ken Gold inachezwa Tabora mi najiandaa gari, utaiona saa hivi nakuja, mi naelekea na, na, Tabora. Kuna watu wanashawishi wenzao wasiende uwanjani, kuna watu wan, wan, wanashawishi wenzao wasiipambanie Simba leo. Nyuma mwiko wametutengenezea propaganda ndani, wanasema kwamba sisi tume tumepanga tarehe sisi na ndo Yanga, sisi na ndo wakubwa. Kuna watu wameingizwa kwenye mfumo baada ya kupambana, ili wahakikishe timu yao inashinda kwenye mechi zao. Wanaenda wana, wana kuunga mkono, wengine wanashawishiana hiyo mechi haina maana, hata tukifungwa. Haya, ushakula gongo saba pale, kafungwa Mguto, kafungwa Kasongo, kafungwa Mangungu, kafungwa Karia, simefungwa so, Simba. Sasa ule ni ujinga ambao uliokuwa umepitiliza. Simba, turudi kwenye mifumo yetu, tunyamaze kimya, tuipambanie timu yetu. Mechi ya dabi kwa amri ya nchi na ukubwa wa rais wa nchi, mechi ya mena kichi, mena Simba dabi tarehe 25. Simba Simba, klabu ya mpira bro, wanacheza. kwa nini wasicheze? inaweza usiwe hiyo, inawezekana kwenye mechi hizi. huyo mm, unamtegemea kawabingwa, akafungwa Ule si mpira. Tatizo nyinyi mna kalili sana, tuna mechi tatu, tuna mechi tatu tatu. Tuna sisi na, wao, na wao, wana mechi zao na sisi na mechi zetu. Haya, wamecheza mechi hapa, wa, wa, wa, wa, wamefungwa. Watasema dabi inaamua bingwa. Basi basi tunyamaze. Sasa hivi tujipange. Target yetu na akili yetu. Mechi zidi ya Kenya Gold itabora. Na ni mechi hii watu, watu wengi wameizalau ila mimi niwaambia hii, mechi lazima tupambane kwa sababu swala la Kenya Gold sio ameokotana haitusaidii. Kuna mechi tumecheza na Kagera Sugar Kagera wamekuja wa, wa na Costa wachezaji wamekaa watano watano, mshikaki shamba la bibi. Simba wachezaji wetu walikuwa wamesafiri na basi wamefika mpaka hapa Dar es Salaam. Kagera wamekaa, tumeenda kucheza nao ngoma moja moja. Kagera wamekaa mshikaki watano watano kwenye Costa, wamekuja miguu kutoka Bukoba. Mechi ya Kengodi nayo ni ngumu. Wana Simba, tuache porojo, tupambane mechi zetu zilizobaki. Tunaenda tukaenda hivyo tukasukia mechi ya Kengodi nayo ikaenda kutufalia vile vile na ndio maana umeona tawi dume tawi linalojua thamani ya mpira. Leo wamejipanga wana, wanaelekea Tabora, wakitoka Tabora wanarudi Dar es Salaam kucheza kupambana, kupambana zidi ya ya, ya nini, Kagera Sugar. Wakimaliza hapo wanapambana mechi zi, me, mechi moja ile iliyobaki. Hatuna maneno, hatuna porojo, hatutaki viewers, hatutaki chochote. Tunachosema tunaipambania timu yetu, ili watanzania wafurahi. Ah, wengine ambao wanaikandia leo Simba wanasema wao uwanjani hawaji, na wanawashawishi wenzao, kuna kukula kipindi, Ahmed alishatuita sisi kule Basaki twende kuwaita washabiki wenzetu waje uwanjani, walituwekea blanket. Machawa hao wanapewa hela, hao machawa, lakini tulipambana katika hali ngumu, timu yetu mpaka timu ilivyosimama mwisho wa siku pale Benjamin Mkapa, tukwenda wote, timu imeingia robo finali, hata hatuja fly wote. Sasa kuna watu wanakuwa kama vile wan, yani, kama wanarukaruka kama vile mabisi. Hii Simba eh, hey. pesa mashabiki wa Young Africans wanasema wanamsubiri, ili mpanzo kibisawara wao wanasema mnatambatamba naye tu, lakini hiyo siku ya dabi kazi anayo. Hao mashabiki wa zamba ngapi? Toka umesikia habari hizo, wanaongea mashabiki, kuna beki kaongea, beki ndo anajua kazi. Mke uliomwona ndo anajua. We, we, we yani, wewe mume unachohitaji nini? Sio maelewa vizuri, mkeo ndo anajua. Yetu anasubiri mashabiki mashabiki, kaka juu sasa. Ngine mwingine ataingia mule kalewa, mwingine ataingia mule kapewa, ilizi ya baadae. Elim Panzu uko ndani wanaomkaba Elim Panzu ndo kawaulize. Wao hapo wao ndo wanasema Elim Panzu ni nani. Sasa anaongea mashabiki, achana na hilo swali la kijinga, uliza kijinga, uliza lingine. Nashukuru sana.